Mambo yeah, mimi ya mpira ah, sasa si usemi hata mambo yangu mwanangu, tangia mda ule sijapata kitu mwanangu. Mnavoniongelesha maswala ya mpira ndo mnazirusha kabisa. Mimi kuna vitu siwezi kuviacha kwenye maisha Mademu eh na sigara siwezi acha kabisa. mwanangoogooa kwanzawanang shikai nasiana uzoefu kidogo, mtu a kibeti anafanikiwa kwa masuala ana, ana, ana ya beti ndio mchongo yani kabisa. We na masigara yako hizo miambili mia mbili ukachia kwenye beti mchongo, timu zinatoa balaa. Juzi juzi kati pale mzee Juma kaondoka na hela kibao. Mbona aga napoteza hela sana na, ela, nina, nina, nina, nina shingibuku nalia fegi yote sasa, ningekuwa naweka mia mbili mia mbili kwenye siga mwanangu, sinapiga hata elfu kumi nini? Nachukua pakiti nzima naweka ndani kwa bora, kubeti bora kufanya kazi mwanangu, mwanangu, sasa kama sigara mwanangu, wewe sigara umeona, chakula unajua, wakati mwingine kwenye maisha sio tu kubeti, sio mpira kuna michongo mingine tunaweza tukafanya, sio kila siku tuko kijiweni, washikaji, si ndio? Sikia, niko na kitu. Unajua, ukiamua tu asubuhi unaamka kwanza, ukimjua uki, uki Mungu unaamua tu unaamka asubuhi, hey, Un, Mungu <laughs> Sikia kama mnielewi, siwezi kukubali. Hamna laki, lakini laki, hata siwezi laki, kukubali, mwanangu. Sikia mchongo, ni kufanya kazi na kumjua Mungu. Kwamba nyie hamtaki Mungu au? Sasa shida nini? Hapana, yani huwezi kutoboa bila Mungu. Sasa nyinyi mkibeti ndio mnatoboa? Awe jamaa naye jao sana mwanangu. Nini tena mwanangu? Huyu dada wapi washikaji? Mfahamu huyu? Neema. Wanukie mwanangu, afu unajua kwa michongo mwanangu ana mikazo sana fresh mwanangu, kaza mwanangu utatukuta. Poa poa. Shalom. Mpendo wa Mungu yes. Wewe vipi? Nakwambia mambo mpendo wa Mungu Salamu hizo ni salamu za wauni. Sisi kama tuliokoka, si watoto wa Mungu waga, tuna salamu zetu tofauti na za duniani. Ehe, salamu zetu, kama shalom. Bwana Yesu asifiwe ndio salamu zetu. <coughs> Mimi nakufuata hapa sio kama nikufuata hapo kama kanisa, si ndio kuokoka? mimi nitaokoka, kila kilichonileta hapa ni wewe. Achana hayo mambo ya kibwa na sio, sio, si shalom. Ah, samani, kwanza kuna kitu nataka nikijue, jina lako tu, usianiambia jina lako tu basi. Naitwa Neema, naitwa Neema. Ndio? Wow, jina zuri sana Neema. Nashukuru nilipenda bure wewe, jina Neema, nakusikia nimetokea kukupenda sana Fani mzuri, kwanza mrembo, unajistili tu, umevutiwa sana na wewe yani. Ukinikubalia tu haya mambo yangu ya uuni, si manini kuvuta bangi na acha naingia kanisani. Naomba hapana, siwezi nikakubali so, kwa sababu mimi nimeokoka yeah. Hayo mambo ya kidunia mimi kwangu hayapo. Ninachojua ni niku, nikumsifu Mungu, kutembeza injili kuhubiria neno la Mungu, vitu kama hivyo, vitu vingine. Kwani wewe samani? Kwani wewe watu wote watakaokufuata kukuambia hizi habari, yani unataka wao wameokoka au vipi? kwa si wengine wauni watakiwe kuwapenda, si ndio? hata kama aliyookoka, mi nimekupenda, naomba tu nikubalie. Asante, lakini haitowezekana, haitowezekana kabisa. Yule ha, kitu. Atajua mwenyewe. Ngoja wakapambane. katika ufahamu wako uondoe hilo. Wengine tuna sisi, tuna misingi yetu, tuna heshima, tuna, tuna maadili. Mambo ya dunia hatuamini, hivyo vyote vipo, lakini nakuomba kafikiria haya. Nimekubali kuokoka, basi naomba namba yako, sitokusumbua kwa lolote. Usiokoke kwa, usio, kwa sababu ya mtu. Nataka namba yako mimi naweza nikaokoka kwa ajili yako na naweza nikabadilika kwa ajili yako, nakuomba tu nikubariki. Hapana, ukisema niende kwa mchungaji wenu mimi nitakuja, yaani naokoka na kwa ajili yako na tafanya nitakayotaka wewe, kwa sababu nimekupenda. naomba namba yako tu basi, dadangu. Mimi tutaongea na Neema. Haiwezekani sana, nashukuru sana, nashukuru kuongea na wewe, haiwezekani. Mimi nimekupenda

Hema gangu Shalom, na siku nyingi. Salama kwema kwema, mambo yamebadilika, yeah. Ni yani, kama muuza baya Yani, wee umebadilika, unavaa nguo za ajabu ajabu weleweki. Ah, niokoke nini, ha, ni nini bana mzuri, ha, Yesu? hapo unanchanganya, niokokeje mimi? Nishazoea maisha haya. Ah, hizo nguo za kishamba hizo bana, vaa nguo kama hizi, unaonekana nini Usi, usipate dunia apoteza dunia. Ushauri wangu tu kwa leo ah, dunia wezi kupoteza ah, ah, ah, oh, hapo unanichanganya. Aya bwana. Amna, mshikaji wangu vipi hapo kama kaa unyama niambie, kuna mali moja inaifukuzia hivi. Mali gani mshikaji wangu? Kuna pisi hiyo, si ya kilokole ile? Sasa mimi nimeelewa. pisi gani mshikaji wangu, niambie. Unaijua sana ipi hiyo? Kuna demu moja anaitwa anaitwa nani, anaitwa Neema. Ah, yule rafiki yangu yule rafiki yangu. Ah, yangu yule mshikaji wangu niambiaga eh? Ni niache lakini wewe siwezi eh? Kukusikiliza ni viache lakini yule akisema hata kikohoa tu. Mwanangu mimi naacha. Au sijali mshikaji wangu wewe na mimi tena. Sikia mwanangu nimekuona pale unabonga naye. Mimi nataka mawasiliano yake ya tu namba Usijali ule rafiki yangu yule, unao simu a ah, namba hiyo, usijali, utapata. Mshikaji wangu wewe na mimi tena, mnyama, naelekea tu huko ah, haina shida mshikaji wangu eh, familia siwezi kuuza we familia Shega, unyama mwingi hamna, tu nazunguka mtaani, si unajua pilika pilika. Wewe, haina shida mi, acha tu nichomoke hapa, tutaonana siku nyingine nikipata hiyo namba nitakuletea. Haina e, shida. Haya, tutaonana siku nyingine mshikaji wangu haya, usijali.